Katika jiji la Mwanza aliishi mwanamke aliyeitwa Esther. Alikuwa muuzaji wa chakula na mgahawa wake mdogo ulisimama kando ya barabara ya zamani iliyojaa pilikapilika za soko. Kila asubuhi saa kumi na mbili kamili alfajiri alikuwa akifungua kibanda chake, kuwasha jiko lake la mkaa na kuanza kupika. Harufu ya chakula chake ilikuwa ikijaa hewani: mchuzi mtamu, ugali mlaini, wali wa moto na nyama laini iliyoyeyuka mdomoni. Kila mtu alipenda chakula chake. Madereva wa teksi, wa mama wa soko, wanafunzi, watumishi wa serikali, wote walipanga foleni mbele ya duka lake kila siku. Naomba unipatie funga moja ya ugali na nyama, mwanaume mmoja alikuwa akisema. Niweke kidogo pilipili kwa ajili yangu, mwanamke mwingine alikuwa akipaza sauti. Chakula chake kilikuwa kitamu kila wakati. Wengine hata walikuwa wakisema kwamba mchuzi wake ungeweza kumfufua mtu aliyekufa. Watu walimtamini, walikuwa wakisema ni mchapakazi, mnyenyekevu na mwenye tabasamu muda wote. Lakini nyuma ya hilo tabasamu kulikuwa na siri nyeusi. Hakuna aliyekuwa anamjua Esta vizuri sana kuhusu maisha yake ya nyuma. Alikuwa amehamia kwenye mtaa huo miaka mitano iliyopita pamoja na binti yake wa pekee, ana msichana wa shule mwenye ukimya ambaye hakuongea sana na watu. Walisema mume wake alikuwa amekufa kwa namna ya kutatanisha kwenye mji wao wa zamani na ndipo akaamua kuja Mwanza kuanza maisha mapya. Mwanzoni biashara ilikuwa ngumu. Kwa miezi mingi watu walikuwa hawanunui chakula chake sana. Lakini jioni moja baada ya kusafiri kwenda kijiji kidogo kiitwacho Mkata, kila kitu kilibadilika. Aliporudi chakula chake ghafla kilianza kuwa na ladha tofauti, kitamu zaidi chenye kunogea na kuridhisha kuliko awali. Watu ambao hapo zamani hawakumjali sasa hawakuweza kushiba. Ndani ya wiki chache mgahawa wake ulikuwa umejaa kila siku. Hata wamama wa soko waliokuwa wakipika na kuuza chakula jirani walianza kupoteza wateja kwa sababu yake. Baadhi yao wakawa na wivu na wakaanza kunong'ona wao kwa wao. Eh, imekuwaje sasa chakula kiwe kitamu hivi ghafla? Mmoja aliuliza, mwingine akaongeza, lakini Esta yeye anacheka tu na kusema, ni neema ya Mungu, dada yangu. Sasa Mungu ameibariki mikono yangu. Kila usiku alikuwa akifunga duka lake kwa uangalifu mkubwa kabla ya kwenda nyumbani. Hakuna aliyewahi kumwona akinunua nyama au samaki sokoni. Alikuwa akisema tu kwamba ana muuzaji wake maalum anayemletea mzigo mapema kabla ya alfajiri. Lakini usiku wakati mtaa wote umelala fofofo, Esta alikuwa anageuka na kuwa mtu tofauti kabisa. Yule mwanamke ambaye watu wote walimpenda mchana, mchangamfu, mkarimu na mwenye tabasamu, alikuwa akitoweka kabisa mara tu saa ikigonga sita. Usiku wa manane, alikuwa akifunga mlango wake kimya kimya kwa ndani, kufumba madirisha yote na kuzima taa ili hakuna mtu aone anachofanya. Mwanga pekee uliobaki ulikuwa unatoka kwenye jiko lake dogo la mkaa lililokuwa likiwaka taratibu pembezoni mwa chumba chake. Kisha alikuwa anavuta kanga aliyojifunga na kujifunga kitambaa cheusi kiunoni. Uso wake ulikuwa ukibadilika mara moja, tabasamu lake lilikuwa likipotea, macho yake yalikuwa makali na baridi kama ya paka mwitu. Ange simama katikati ya chumba chake kidogo, miguu yake ikiwa pekupeku imeshikamana vizuri na sakafu, na kuinua kanga yake juu ya kichwa chake. Sauti yake ilikuwa inabadilika na kuwa nzito na angeanza kuimba maneno ya ajabu kwa sauti ya kutetemeka ambayo hakuna angeweza kuyaelewa. Chumba kingeanza kuwa baridi. Kuta zingetikisika kana kwamba kuna kitu kisichoonekana kimeingia. Kisha mwili wake ungeanza kutetemeka. Macho yake yangekuwa mekundu sana yakimetameta kama makaa ya moto yanayowaka. Mishipa ingeibuka shingoni na mikononi mwake alipokuwa kiguna kwa uchungu, mwili wake ukijikunja kama mtu anayepambana na pepo zito. Ghafla, funza wadogo weupe wangeanza kutoka kwenye ngozi yake, kwenye mikono, miguu, mgongo, hata shingoni. Mwanzoni wangejitokeza taratibu, lakini ndani ya sekunde chache maelfu yao wangekuwa wakimiminika, wakiwa wate na wanaong'aru, wakianguka sakafuni kama ulezi au mchele unaomwagika. Hewa ingejawa na harufu mbaya sana, harufu ambayo ingeweza kumfanya mtu wa kawaida azimie, lakini Esta angekuwa anatabasamu tu. Mara moja, wale funza wote wangeanza kusogea, wakitambaa kwa kasi, wakijikunjakunja na kuruka moja kwa moja kuelekea kwenye sufuria kubwa iliyokuwa inachemka juu ya jiko lake la mkaa. Baada ya sekunde chache sufuria iliyokuwa imejaa maji yaliyochemka sasa ingekuwa imejaa vipande vya nyama nyekundu laini, vikiwa vimetulia safi na vikitazama laini kabisa, aina ile ile ya nyama ambayo wateja wake walikuwa wakigombania kila asubuhi. Alipomaliza, Esta angevuta pumzi ndefu na kujifuta uso kwa pindo la kanga yake. Mwangaza mwekundu machoni pake ungeanza kupotea polepole pole, na angeunguruma kwa sauti ya chini. Asante roho yangu, umeibariki tena mikono yangu. Kisha angeimwaga ile nyama kwenye bakuli kubwa na kuifunika vizuri. Hakuna aliyewahi kuona nyama yake inatoka wapi, kwa sababu haikutoka sokoni kamwe. Hakuwahi kununua nyama ya mbuzi, hakuwahi kununua nyama ya ng'ombe. Nyama yake yote ilitoka kwenye mwili wake mwenyewe, kutoka kwenye nguvu za giza alizobeba ndani yake. Esta alikuwa na wafanyakazi watatu, Mary, Mwita na Mama Agi. Walikuwa waaminifu na wachapakazi. Kila siku walimsaidia kupika, kuhudumia wateja, kuosha sahani na kusafisha duka. Kazi ilikuwa ngumu lakini mshahara ulikuwa mzuri na wateja walikuwa wanaondoka wakiwa na tabasamu. Mwanzoni kila kitu kilionekana cha kawaida. Lakini baada ya miezi kadhaa walianza kugundua kwamba kuna kitu si cha kawaida kumhusu Esther na mgahawa wake. Mchana mmoja wenye joto kali walipokuwa wakiweka sahani sawa na kukata mboga, Mary akauliza kwa mashaka, he, mama, mbona hujawahi kununua nyama sokoni? Kila siku na kuandama tuende kununua pilipili na nyanya, lakini hatujawahi kununua nyama hata siku moja. Esther akasimama kidogo, kuchanganya mchuzi wake kisha akatabasamu tabasamu lile la taratibu linalotisha, lililomfanya moyo wa Mary kuenda mbio. Ah, binti yangu, mimi nina muuzaji wangu, yeye huniletea nyama usiku wa manane, akasema kwa utulivu. Mary akakunja uso. usiku wa manane, lakini ni nani huuza nyama muda huo Mama Esta? Akacheka taratibu. Wewe una maswali mengi sana, Fanya kazi yako tu, wache kuhangaika, cha maana ni kwamba wateja wetu wanafurahi, sivyo? Lakini tabasamu lake halikufika machoni. Macho yake yalionekana baridi na tupu kama mtu anayeficha siri. Mary hakusema neno tena, lakini moyoni alihisi wasiwasi. Mwita ndiye mwanaume pekee miongoni mwa wafanyakazi, naye aligundua kitu cha ajabu. Wakati mwingine alipokuja kufungua mgahawa mapema asubuhi, alikuwa anaona moshi unatoka kwenye sufuria ilhali hakuna aliyekuwa ameanza kupika bado. Asubuhi moja alifungua moja ya sufuria na kuruka nyuma kwa mshangao. Nyama iliyokuwa ndani tayari imeiva laini, ya kahawia na inanukia vizuri, lakini hapakuwa na moto chini ya jiko. Alijipangusa macho akidhani labda anaota, kisha akajisemea kwa sauti ya chini hii imekuwaje sasa? Ni nani alipika hii nyama? Alitaka kumuuliza Esta lakini hofu ikamfunga ulimi. Hakuwa mtu wa kumuuliza maswali mara mbili. Tamaa yake ya hasira ingeweza kubadilika ghafla. Dakika hii anatabasamu, dakika inayofuata anakunja uso. Halafu kulikuwa na Mama Agi, ndiye mkubwa kuliko wote alikuwa mjane mwenye watoto watatu na alikuwa amewahi kufanya kazi kwa wauzaji wengi wa chakula huko Tanzania, lakini hakuna hata mmoja aliyewahi kufanana na Esta. Asubuhi moja alimwambia Mary kwa sauti ya chini ye. Roho yangu haitulii kwenye huu mgahawa, kuna kitu kisicho safi hapa. Yule mwanamke ana siri eh. Mary akatikisa kichwa, nami naihisi, lakini tufanyeje? kazi ni nzuri, wateja ni wengi na pesa zinaingia. Mama Age akavuta pumzi ndefu. Ndiyo, lakini si kila pesa ni safi. Wote wakanyamaza. Baada ya hapo, hakuna aliyekuwa tayari kupoteza kazi yake, na hivyo kila asubuhi waliendelea kupika na kuwahudumia wateja kwa nyuso zenye tabasamu, wakijifanya kutoona mambo ya ajabu yaliyokuwa yanatokea karibu nao. Ingawa wakati mwingine walipokuwa wakichanganya mchuzi wangeapa kwamba waliona kitu kikisogea ndani, kitu ambacho hakikufanana kabisa na nyama. Usiku mmoja baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi, Mary na wafanyakazi wenzake walikuwa tayari wamefunga mgahawa na kurudi nyumbani. Mitaa ya Mwanza ilikuwa tayari kimya na sauti za panzi wa usiku zilikuwa zikijaza hewa, lakini Mary alipofika nyumbani ghafla alikumbuka kitu: simu yake aliacha kwenye rafu ndogo pembeni ya kaunta ndani ya duka la Esta. Moyo wake ukazama. Simu ile ilikuwa kila kitu kwake, ilikuwa na taarifa zake za akiba na namba ya mama yake. Alisita kwa muda, tayari ilikuwa imepita saa tano usiku, lakini akajiambia, nitakwenda tu kuichukua nirudi. Esta lazima ameshalala sasa. Akajifunga ushungi kichwani na kutembea kimya kimya kurudi kuelekea mgahawani. Usiku ulikuwa wa giza na mwanga wa mwezi haukuangaza sana barabara yenye vumbi. Alipokaribia aliona kitu cha ajabu, taa ndani ya duka bado ilikuwa imewashwa. Hatua zake zikapungua. Nani anaendelea kukaa hapa muda huu? Akajisemea kwa sauti ya chini. Alipokuwa anazidi kusogea karibu, akaanza kusikia sauti za ajabu, kama maji yanayochemka yakichanganyika na miminiko ya sauti za kunguruma kwa chini sana. Haikuwa kama sauti ya mtu anayepika, ilikuwa kama sauti ya mtu anayezungumza na mizimu. Moyo wake ukaanza kupiga kwa kasi, lakini udadisi ukamsukuma aendelee. Alitembea kwa vidole nyuma ya duka, ambapo kulikuwa na ufa mdogo kwenye ukuta wa mbao, mpasuko aliokuwa ameona siku nyingi zilizopita. Akapinda taratibu na kutazama kupitia pale. Kile alichokiona kilimfanya damu yake kuganda. Esta alikuwa amesimama katikati ya duka akiwa uchi kabisa, isipokuwa kitambaa kichafu alichokuwa amekifunga kichwani kama taji. Jiko lake la mkaa lilikuwa linawaka kwa mwanga wa bluu, si mwekundu, si wa njano, bluu, na sufuria kubwa ilikuwa inachemka juu yake. Alikuwa anacheza kuizunguka ile sufuria, akiuchezesha mwili wake kwa mtindo wa taratibu na wa kutisha. Funza weupe wenye unene walianza kutoka kwenye mikono yake, miguu, hata shingoni na mgongoni. Walikuwa wanaanguka sakafuni na kujikokota kuelekea kwenye sufuria ya mchuzi iliyokuwa inachemka bila moshi. Mary akajifunika mdomo haraka kuzuia kilio. Mikono yake ilitetemeka na magoti yake karibu yageuke maji. Hakuamini kile alichokuwa anaona. Yule yule mwanamke aliyekuwa anaomba asubuhi kila siku kabla ya kufungua duka, ambaye alikuwa anawachekea wateja na kuwaita mwanangu au mpenzi wangu, sasa alikuwa amezungukwa na funza wanaotoka kwenye mwili wake. Macho ya Mary yakafunguka kwa hofu. Akajisogeza nyuma taratibu akiogopa kutoa sauti yoyote. Moyo wake ulikuwa unapiga kiasi cha kwamba aliusikia kooni. Akaanza kukimbia bila viatu kwenye barabara yenye giza, kanga yake ikikaribia kudondoka alipokuwa akikimbia kuelekea nyumbani. Machozi akajaa machoni pake. Hakusimama mpaka alipofika mlangoni kwa mama yake. Usiku ule hakulala hata kidogo. Aliendelea kusikia sauti ya Esta kichwani, mchemko wa sufuria na taswira za funza wakigeuka nyama. Wiki zikapita na biashara iliendelea kukua kupita maelezo. Mgahawa wa Esta sasa ulikuwa umegeuka kuwa sehemu maarufu zaidi ya chakula katika jiji lote la Mwanza. Watu walikuja kutoka karibu na mbali, kutoka mbali Dodoma, hata kutoka Arusha ili tu kuonja chakula chake maarufu. Kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza, wateja wake walikuwa tayari wamesimama mlangoni wakiwa wameshika sahani wakicheka na kupaza sauti wakilitaja jina lake. Bado hujapata ladha halisi. Kama hujapata chakula cha Esta, hujui utamu wa chakula, wengine walikuwa wakisema. Harufu ya mchuzi wake ilikuwa inajaza barabara nzima ikiwavuta watu kama uchawi. Sufuria zake zilikuwa zimejaa kila wakati na pesa zilikuwa zinaingia mikononi mwake kila siku. Hata wafanyakazi wake Mary Mwita na Mama Agi walianza kujiuliza ni vipi biashara ya mtu mmoja ingeweza kunawiri kwa kasi namna hiyo. Lakini moyoni, Mary alijua ukweli. Alikuwa ameona kile ambacho wengine hawajaona. Alinyamaza na kuendelea kuomba kila siku akitumaini kwamba siku moja Mungu angefichua uovu ulio nyuma ya ule utamu wa chakula. Asubuhi moja ya mapema, kama ilivyokuwa kawaida, mgahawa ulikuwa umejaa watu. Wanaume walikuwa wameketi na sahani kubwa za ugali na mboga za majani. Wanawake walikuwa wakicheka walipokuwa wakila, na sauti za vijiko vikigonga sahani zilijaza hewa. Mary na Mwita walikuwa bize wakihudumia chakula, mikono yao ikisogea kwa kasi, huku jasho likiwatiririka usoni. Harufu ya mchuzi na nyama freshi ilijaza anga nzito na tamu, kila mtu alikuwa na furaha. Lakini ghafla kitu cha ajabu kilitokea. Kutoka jikoni ndani kilisikika kilio kikubwa kilichokatiza kelele zote: moto moto moto, unaniunguza eh. Ilikuwa ni sauti ya Esta. Watu wote wakaganda, baadhi ya wateja wakaacha vijiko, wengine wakaruka kutoka kwenye viti vyao. Mgahawa wote ukawa kimya kwa muda kabla watu hawajaanza kukimbilia kuelekea jikoni. Labda mafuta ya moto yamemwagika juu yake, twende tumsaidie, wengine wakasema. Walipofika jikoni, walisimama wakiwa wameshangaa na kuogopa. Hakukuwa na moto mahali popote, jiko lilikuwa limezimwa, sufuria zilikuwa bado zimefunikwa, lakini Esta alikuwa sakafuni akijiviringisha na kupiga mayowe, ameshikilia tumbo lake kwa mikono yote miwili. Macho yake yalikuwa wazi sana, uso wake umejaa jasho na kanga aliyojifunga ilikuwa karibu kuanguka. Aliendelea kupiga kelele, inaniunguza, inaniunguza Tumbo langu linawaka moto, ah, linaniunguza e! Watu walijaribu kumsaidia lakini, walipomgusa tu, aliwasukuma na kupiga kelele kwa nguvu zaidi. Sauti yake ikaanza kuwa nzito, karibu kama mtu mwingine alikuwa anaongea kupitia kinywa chake. Akaanza kujipiga kifuani na kulia, nitakiri, nitakiri, niacheni, inaniunguza. Umati ukasimama kimya wakiwa wameshtuka na kushindwa kuongea. Watu wengine walianza kunong'ona sala, wengine wakakimbia nje kwa hofu. Kisha ghafla, Esta akaanza kupaza maneno ya ajabu, maneno ambayo hakuna aliyetarajia kuyasikia. Mimi ni mchawi, oo, mimi ni mchawi! Nyama mnayokula si ya ng'ombe, nifunza kutoka kwenye mwili wangu. Vilio vya mshangao vikaijaza hewa. Baadhi ya watu wakapiga kelele na kutupa sahani zao, wengine wakatema chakula midomoni mwao. Papo hapo alijiviringisha sakafuni akilia na kupiga kelele, ndiyo maana chakula changu huwa kitamu kila wakati, ndiyo maana watu wanaendelea kurudi, funza wananitii kila usiku, wanageuka nyama macho yake yakageuka na kutazama juu mpaka weupe pekee wa mboni ukaonekana. Kinywa chake kikaanza kutoa povu na akawa anajipiga kifuani kwa ngumi huku akipiga kelele. Mary alikuwa amesimama pembeni kwenye kona akilia na kutetemeka. Hakuweza kusogea, miguu yake ilihisi kama miti taswira zote alizokuwa ameona ile usiku zikamjia tena kichwani, funza wakitoka kwenye mwili wake, mchuzi ukichemka bila moto. Kumbe ni kweli, akamhibikia kwa machozi. Kila nilichoona usiku ule kilikuwa cha kweli. Pembeni yake Mwita alikuwa ameganda, mikono yake ikitetemeka vibaya. Hakuweza kuongea, midomo yake ilitetemeka huku jasho likimwagika usoni. Yule kijana aliyekuwa haogopi kitu chochote, sasa alionekana kama mtoto mdogo aliyejawa hofu. Tumekuwa tukihudumia funza. Tumekuwa tukiwalisha watu funza, akapapata kwa sauti ya chini. Harufu ndani ya mgahawa ikaanza kubadilika. Ile harufu tamu ya mchuzi iliyokuwa inavutia, sasa ikageuka na kuwa uvundo wa kuoza. Nyama ndani ya sufuria ikaanza kusogea, kujikunja kunja, ikirudi kuwa funza mbele ya macho ya watu. Watu wakapiga kelele kwa nguvu zaidi, baadhi wakakimbia nje, viatu wakivitoa nyuma bila hata kujua. Yesu! damu ya Mungu! Chukizo! mchawi huyu! Wengine wakapaza sauti. Ndani ya dakika chache, watu wote wa barabara ile walikuwa wamekusanyika. Wamama wa soko, wachuuzi, waendesha bodaboda, hata watoto, wote walikimbia kuja kuona nini kinatokea. Mtu mmoja alipiga kelele, kwa hiyo ni kweli, alikuwa anapika kwa kutumia funza. Mwingine akaongeza, na kutoka kwenye mwili wake mwenyewe, funza wanatoka kwake. Habari ikasambaa kama moto wa nyika. Ndani ya dakika zisizozidi kumi, nusu ya Mwanza ilikuwa imeshaambiwa. Wale waliowahi kula chakula chake huko nyuma wakaanza kulia na kuomba kwa hofu baadhi wakashika matumbo yao na kusema, e Mungu, kama nilishawahi kula funza nisaidie. Barabara iliyokuwa yenye amani ikageuka na kuwa mahali pa vurugu, kelele, vilio, sala na mbio. Ndani ya duka Esta bado alikuwa anajiviringisha sakafuni akipiga kelele kwa sauti ambayo haikuonekana ya kibinadamu tena. Wanakuja kunichukua, ah, wananichoma, roho zimenikasirikia mayowe yake yalikuwa yakisikika hewani yakichanganyika na sauti za hofu za umati uliokuwa nje. Hakuna aliyethubutu kumsogelea tena, hata wanaume mashujaa walikuwa wamesimama mbali wakijipiga vifua na kunong'ona sala. Ukweli ulikuwa hatimaye umefichuka. Kabla mtu yeyote hajamzuia, Esta akakimbia kutoka mgahawani kwake akipiga mayowe na kuchana nguo zake kama mwenda wazimu. nimekwisha nimekwisha akawa analia, sauti yake ikitikisa barabara nzima. Kanga yake ikaanguka, lakini hakujali. Alikuwa anakimbia bila viatu juu ya lami iliyopata joto, macho yake mekundu na yaliyofunguka sana. Watoto wakamkimbiza nyuma, wakipiga makofi na kupaza sauti, mwenda wazimu. Mwenda wazimu. Tazama Esta Baadhi ya watu wakatoka madukani kwao na kutazama kwa mshangao. huyu si ndiye yule yule mama wa chakula kitamu wa jana? Ai, mwanaume mmoja akauliza. Mwanamke mwingine akafoka, Mungu hatimaye amemfichua. Nilishawahi kusema hakuna chakula kinakuwa kitamu hivyo bila uchawi. Esta akaangukia ndani ya mtaro mchafu wa maji akijiviringisha na kulia kama mtoto, wameniondolea nguvu zangu za siri, yangu imekwenda Ee Mungu nisaidie, alikuwa akipiga kelele akijipiga kifuani. Sauti yake ilisikika mitaani kote, wakati watu walikusanyika kumtazama kwa hofu na huruma. Baadhi ya wanawake walijitandika vitambaa na kuanza kuomba. Wengine walinong'ona, Kwa hiyo ni kweli. Alikuwa anatuandalia chakula kwa kutumia funza. Kundi la wavulana likachukua mawe na kuanza kumrushia, lakini hakuonekana kuhisi hata maumivu. Aliendelea tu kupiga kelele na kucheka kwa wakati huo huo. Siku hiyo alipoteza akili yake kabisa. Macho yake yakawa matupu. Hakumtambua tena mtu yeyote. Alianza kuzurura kutoka barabara moja hadi nyingine akichukua vitu vya chini, vipande vya taka, karatasi, mifupa na kuviita enyama. Mgahawa wake ule uliokuwa mzuri zamani ukawa sehemu ya giza na nzi. Hakuna aliyethubutu tena kuingia humo. Sufuria kubwa aliyokuwa akitumia kupikia iliachwa wazi, ikiwa imejaa mchuzi uliokuwa umeoza na wadudu waliokufa. Ile harufu tamu iliyokuwa ikiwavutia watu sasa ikawa uvundo mbaya. Mbwa walikuwa wanakuja hapo usiku kula mabaki, lakini hata wao wakati mwingine wangebweka na kukimbia. Mary na Mwita hawakuweza kustahimili aibu Walikusanya vitu vyao kimya kimya usiku mmoja na kuondoka Mwanza bila kumwambia mtu yeyote. Watu walisema walienda Dar es Salaam, lakini hakuna aliyewahi kuwaona tena. Mama Agi naye alirudi kijijini kwao huko Bukoba. Alisema hataki mizimu kumfuata, akaacha nyumba yake ikiwa tupu, akifunga mlango kwa kufuli tatu. Hakuna aliyekuja kujua nini kilimpata baada ya hapo. Wale wote waliowahi kula chakula cha Esta walianza kulia na kuomba. Baadhi walienda kanisani kutafuta maombezi ya kufunguliwa. Wengine waliapa kutokula tena chakula cha mgahawa hata siku moja. Barabara iliyokuwa na uhai zamani ikawa tulivu na ya kutisha. Hata wauzaji wapya wa chakula walipojaribu kufungua migahawa mipya karibu na hapo hawakudumu kwa muda mrefu. Mambo ya ajabu yalianza kutokea karibu na duka lile la zamani. Asante kwa kutazama video hii. Tafadhali subscribe kwenye channel hii ili utazame hadithi zetu nyingine za kusisimua. Tafadhali like video hii na wache maoni yako hapa chini kwenye comment, unaitazama kutokea mkoa gani, na je, umeipenda simulizi hii?